Ni saa tatu asubuhi. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za redio 47, stesheni bora zaidi nchini inayovuma kwa kishindo. Jina langu ni Gideon Yeri. Afisa mkuu mtendaji Daktari Masi Mwangangi ametangaza mpango kabambe wa kutoa huduma za dharura kwa wananchi wote nchini, kuanzia ajali za barabarani, mkasa wa moto na majanga mengineyo, bila malipo ndani ya saa ishirini na nne. Hii ni hatua ya kihistoria inayolenga kuhakikisha kila mkenya anapata msaada wa haraka na wa kuokoa maisha bila mzigo wa gharama. Aidha, baada ya saa ishirini na nne huduma hizi zitaendelea kupatikana kupitia mpango wa SHIF kwa wale waliojisajili na mpango huo wa SHIF itagharamikia na endapo utakuwa bado kujisajili, basi itakulazimu kuingia mfukoni kugharamikia huduma za afya. Tukiachana na taarifa hiyo, basi moja kwa moja mwandishi na mlezi wa Kiswahili Wala Bin Wala kupitia gazeti la Taifa Leo amesisitiza umuhimu wa makongamano ya Kiswahili kwa walimu, wanafunzi na wadau wote, akibainisha kuwa mikutano hiyo hutoa nafasi ya kubadilish, kubadilishana maarifa, kukuza tafiti na kuimarisha mshikamano wa jamii zinazothamini Kiswahili kama hazina ya kitaifa na kikanda. Katika muktadha huo, kongamano la Kiswahili na tuzo za Wasta linatarajiwa kufanyika tarehe kumi hadi tarehe kumi na moja Oktoba mwaka huu, Wasta Villa Ngong Matasia jijini Nairobi, ambako washiriki pamoja na wajasiria mali watapata nafasi ya kujumuika kuonyesha na kuuza bidhaa zao, huku hafla ikipambwa na utolewaji wa tuzo za Wasta kumi kumi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Kiswahili ni hazina kuu. Ni taarifa ambayo tunafuatilia kwa karibu, na ikumbuka kwamba kipindi kijacho cha Bahari ya Elimu basi kitakuwa na kujia mbashara moja kwa moja kutoka eneo hilo la kongamano, jumamosi ijayo. Na tukiachana na hayo, tuingie masuala yanayokumbana na mgomo wa wahadhiri nchini. Mgomo wa wahadhiri unaendelea kusababisha sintofahamu kubwa nchini, huku wizara ya Elimu na wahadhiri wakiendelea kwa ruzana kuhusu malipo yasiyotimizwa ya kiasi cha shilingi bilioni 7.9 kulingana na makubaliano ya mwaka wa 2017-2021, serikali imeshikilia kuwa pesa zilizosalia ni milioni 624 pekee. Wakati huo huo wanafunzi sasa wametishia, wakati huo huo wanafunzi sasa wametishia kuungana na wahadhiri endapo serikali haitatekeleza makubaliano hayo, hali inayozua hofu miongoni mwa wanafunzi na kufikia hapo, msikilizaji, tunatamatisha habari zetu za awamu ya saa tatu. Mimi naitwa Gideon Yeri. Endelea y kuisikiza Radio 47, station bora zaidi nchini inayovuma kwa kishindo. Kwa heri, hapo baadaye utakuwa unapatana na mtangazaji mwenza wadi mwema. hmm.